Sote tulikuwa tunaangalia hii movie ambayo inaitwa Anaconda, lakini ulishie kujiuliza wale nyoka kwa nini wanakuwa wakubwa kiasi kile? Kama ujawai kujiuliza na ujawai kufahamu kama mimi, sikiliza hiki kitu ambacho nachokuambia sasa. Ile movie ya Anaconda, stori yake jinsi inavyoenda, ya kwamba kiufupi inasemekana kwamba kuna mwanasayansi aligundua kuna ua ambalo linapatikana katika msitu wa Amazon ambalo hilo ua lina uwezo wa kusababisha hizi seli ambazo sisi uh, zinatufanya tunakuwa si, zinagawanyika, baada ya kugawanyika zikishakufa, ndio zinafanya sisi tunakuwa tunazeeka. Sasa hilo ua lina uwezo wa kusababisha kuongezeko kwa hizo seli, zikawa kubwa zaidi na ikawezekana kwamba mtu akaishi maisha marefu kwa sababu seli zinakuwa zinapanda juu, zinakuwa kubwa kiufupi. Sasa wakapanga plani ya kwamba waende wakazifuate ilo ua kwenye huo msitu wa Amazon. Na kwenye huo msitu wa Amazon kuna jamii ambayo watu wanaishi kwenye huo msitu, na wao wanatumia yale maua ambayo yanasababisha watu waweze kukua na waweze E, kuongezeka uh, uh, seli zao na kuishi kwa muda mrefu. Sasa wao wanavyotumia yale maua kama chakula. Si naelewa? Kwa namna fulani wanatengeneza kama chakula wanatumia, na wao pia wanatokea kama anakonda, wanatumia wanawala wana wanawazuru. Sasa wao wanakonda, kuna virutubisho ambavyo wanavipata kwa kupitia wale watu wanaowala na hiyo ndiyo sababu inayofanya wale wanakonda waweze kuwa wakubwa Si unanielewa? Kwa hiyo ile haikuwa ni stori ya kufikirika ya kudanganywa sana, lakini kuna kitu alijaribu kututengenezea. Sizani kama hata wewe pia kama ulishawahi kukifahamu hiki kitu, ni sawa, ila ni watu wengi sana ambao hawakuwahi kufahamu hiki kitu. Kwa hiyo, wale wanakonda wale wa kukua kubwa kiasi kile, kulikuwa kuna sababu nyuma ya ile movie. Kwa sababu ndio hiyo kusababisha wale wanakonda wale wakubwa wa kuna hayo maua ambayo wanasayansi walienda kuyafuata ambayo maua yana uwezo wa kufanya seli zako kuwa nyingi zaidi na kuweza kukua na kuishi muda mrefu zaidi. Kwa hiyo wao walivyokuwa wanatumia ile jamii, unao pia nyoka kwa wanawala. Kwa hiyo vile vitu vikao vinaingia kwenye miili yao, vikao vinasababisha wao wawe wakubwa, wawe wanakuwa, kwa sababu hamna mtu wa kuweza kuwaua, kwa hiyo wanakuwa wakubwa wakubwa. Na jinsi wanavyozidi ku, kuendelea kuishi miaka mingi inazidi kinawafanya wao wanakuwa wakubwa sana. Kwa hiyo ndiyo sababu